anza ongeeni sana kuirudisha Mtibwa Sugar baada ya siku moja tu e, kazi ilikuwaaje? Kazi ilikuwa ngumu kwa sababu ya kwanza naye ilikuwa ngumu kwa, kazi ilikuwa ngumu, lakini tunashukuru, tumepambana, tumeweza kurudi. Hali ilikuwa ni siri kubwa, imefanikiwa paka, timu zikishuka huwa zinapotea, nachukua hata na misimu mitatu minne mitano ndio zinarudi, lakini msimu mmoja tu tukarudi. Amina, hisi ni malengo tu. Mtibwa alijetea malengo kwamba bahati mbaya. Kwa hiyo tunahitaji turudi, kwa kila kitu kuweka malengo lazima kikamilike. Unazungumziaje lakini championship ilikuwaje, ugumu wake ulikuwa wapi? na mmerudi ligi kuu, mipango yenu ikoje? Championship ligi ngumu kwa sababu timu nyingi zilikuwa zimejiandaa nazo kupanda, kwa hiyo unapokutana na watu ambao malengo yao wote sawa, ugumu lazima uwepo, lakini kikubwa kwamba sisi tumetimiza yale malengo ambayo timu waliyaweka kwamba msimu lazima turudi ligi kuu. Mipango ipoje? Mipango ni, ni, ni kuhakikisha kwanza timu haishuki tena, huo ndio mpango wa kwanza. Kwa hiyo tumeweza kurudi ligi kuu, tunapambana kwenye ligi ili tusifanye vibaya kama ule msimu ambao tumeweza kushuka. Unafikiri msimu uliopita ambao mlishuka, nini kilikuwa kikwazo? na hisi tu ligi ilizidi, yani tuseme, unajua, kila kitu Mwenyezi Mungu anapanga, ulipanga kwamba msimu ule iwe iwe ni yani iwe ni yani tuseme, iwe ni wakati wetu si kushuka, kwa sababu kila tukijitahidi kupambana, lakini unaweza kupata matokeo hapa na wenzako wanapata matokeo. Kwa hiyo kila ukipambana na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ashapanga kwamba, bwana, msimu mpya, kwa sababu tulikuwa tumeaso sana kipindi cha nyuma, kama walikuwa wanafuatilia misimu kama mitatu sio nne kwa playoff na kushuka na kwa na imani msimu ule ambao umeshuka ni Mwenyezi Mungu tu alipanga kwamba sasa inatosha. Oscar ni nahodha wa timu. Sifa za nahodha mwenyewe, kuwaongoza wenzangu kwanza, kama wachezaji kuwaweka kuwa kitu kimoja, alafu cha pili, yaani kuwa karibu na wachezaji wenzangu na viongozi. Ushai kujutia kupata hiyo nafasi? Ni tukio gani ambayo ulipambana, ni ilikuwa nausu wachezaji wewe kama nao, sasa ulipambana na ukafanikisha? Hamna tukio kubwa sana, lakini kwa sababu Mtibwa wenyewe ni timu ambayo inaelewa wachezaji wanataka nini, kwa hiyo hamna ugumu sana kwamba labda sasa hivi wapambania wachezaji kwamba yani, yani, hapa, mimi kitu changu ni kuwaongoza tu wachezaji wenzangu, lakini inapotokea masuala mengine, kila kitu kinaenda sawa ni kwa nini manzo wengi ni mabeki na imani? Kwa sababu sijajua kwa nini, lakini naimani nizamu, ukiwa na nizamu kubwa, kila mtu anaona bwana we anastari kwa kiongozi kuongoza wenzao. Hilo sijalifatilia kwa kina, kwamba kwa nini, lakini naimani tu iatukiwa nazuri kuongoza ni ni beki mzuri, wakati watu wengi Masai mwanzo mm. yeah, yeah, so, kabisa nilikuwa nacheza yani, ni natoka huko nyumbani huko nyumbani mimi nilikuwa nacheza namba sita mtaani so, i nacheza namba sita lakini nilivofika so, nilitia Azam Tafika wale chamanzi, kwa mimi nenda kwa trial. Ndio mwalimu yule Eddie Cheche akaniambia bwana aka kwa sababu tufaa trial asubuhi. Kuna watu tuliwakuta, hasa watu ambao sisi tulifika, tulikuwa tujaenea. Huyo mwalimu akasema bwana na mimi pa nilienda niandikisha mimi namba sita. Akasema bwana kutokana na kule watu wajaenea nyuma kule, kacheze namba tatu. Kwa hiyo ikawa kama ndio safari yangu. Kwa hiyo Cheche ndio aliyebadilisha nafasi yako, mm. kutoka kiungo mpaka mm. beki unaifurahia beki sana ukiambiwa sasa uchague sita na beki ya kati? Nitachagua, nitachagua beki, kwa sababu uwezi jua Mungu alipanga nini mpaka mwalimu kuja kuniambia bwana akacheza nyuma, na hapo hapo ndo ikawa safari yangu. Uweza uenda labda ningeng'ang'ania ile namba sita mpaka leo hii, hamna mtu ambaye angenijua au nisingefika hapa ambapo ha. Wanacheza beki ya kati, ni beki gani a-unamzingatia, una unamzingatiani, unamtazama kama Ah, kwa sasa hivi nitakuongozea, lakini kwa hapo nyuma kidogo ilikuwa Agrey. Ni kwa nini Agrey Morris? Kwa sababu muda mwingi kwa sababu mimi ndo nilikuwa pale team B pale Azam na hao ndio nilikuwa namuona kabisa. Kwamba uka mkubwa kweli, anafanya kazi. Na Agrey hata ukimuliza mtu wote, yeye anafuatilia pia. Unaona kabisa Agrey, kwa wakati wake alikuwa anafanya kazi kweli. Kwa hiyo nilikuwa navutiwa na jinsi ambavyo yeye anacheza na pambana. Nilitamani na Messi siku moja nije. Nikia hapo hapo ambapo Oh, kwa saizi mnaocheza nao saizi ujaona beki ambaye, ah wapo wanacheza vizuri. Wana wapo akina Dickson Job wanapambana, wakina ibaka aaitenda wapo mabeki wanacheza vizuri. Umecheza beki oh, championship umecheza ligi kuu, umekutana na timu nyingi za ligi. Ni mshambuliaji gani wewe unajua ah, kabisa ni kisha naenda kukutana labda na Simba au Yanga au Azam, natakiwa nijiandae sana, kwa sababu kuna mshambuliaji mtukutu au msumbufu, anakupa shida sana uwanjani kwa Simba au Yanga, timu yoyote kwa Tanzania, alikuwa kwa, kwa kipindi akia, unajua John Boko akaja akaja Mayele, ukienda kucheza mechi unajua kabisa. Leo umesema Mayele, umesema Joni Boko, kwa saizi ku pumzi visoda wengine Ah, sola wanapambana lakini sema kwa hao ambao mimi nishaikutana ni nao, unaona kabisa, hii leo nimetoka kucheza mechi, lakini wapo chazi chazilaa kukutana nao kina Anwali Jabili kina Endo Simchimba, kukutana nao timu pinzani. Unakuta unajua kabisa, saizi kumekuwa na wimbi la kuongezwa kwa wachezaji wa kigeni. Wachezaji wa kigeni igeni mwanzo walikuwa saba tisa, saizi wamekuwa kumi na mbili, unaona wa wanamchango gani kwenye ligi yetu? Naona ligi inazidi kuwa kubwa. Una mchango mkubwa. Na wao ndo wanafanya ligi inazidi kuwa kubwa. Hata wao wanatubusti wana, wana sisi kuzidi kupambana. Kwamba tuone kwamba kwa nini kila siku wao wametoka huko wanakuja kutuelewa. Kwa na sisi kuna kuna kitu anatuongezea tuzidi kupambana ili tu kwa sababu kama wanakuja 12 hasa wewe wa Kitanzania utachezaje? Ni lazima upambane. Kwa ni kitu ambacho kinatuongezea sisi ni ile hali ya kupambana. Kwa hiyo so sio kitu kibaya. Ni katika wachezaji sio waliokuja wa kigeni, ni mchezaji gani anasema kweli tumemleta mchezaji na anawapush ni mpambani? Au ni wachezaji ambao wanakuja tu wanachukua kuchukua hela na mnaona ni wa kawaida tu, bwana mngebaki nyi? Wapa mtibu au Mtibu hata timu nyingine zote, hata hizo Simba na Yanga. Hao watu waliokuja ni wazuri. Wote ni wazuri. Waliosajiliwa m..., Yanga Simba. Kwa hiyo wote wanakuja. Kwa sababu mtu hawezi tu akaja tu, tu mnyoya, lazima wamfuatilie wamtjie ambayo yanatufaa kwa timu yetu. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ambao wanakuja wote wanafanya hivyo, hamna. Kuna wengine wanakuja ndio wanaondolewa, wana wengine wanachezea kingine, wanakuja na kaa benchi, mzao anacheza. Ah, sasa yaani ndio hapa hapa unarudi hapa kwenye kupambana, kwamba wewe ukija usitegemee tu kwamba mimi nitakuja kucheza. Yaani ukija Mtibo bwana, yeye anacheza center back, basi bwana, yeye nitaenda pale, kwa sababu mimi professional, nitaenda kucheza, lazima na sisi utakuta, bwana, kuna kina Masai na nini, lazima upambane. Kwa sasa kuna wengine wakija kama hivyo, kwenye kupambana kwa sababu mtu anaweza akatoka huko akaamini mwana mimi professional na kucheza, amecheza under 20 nikaja na nikapandishwa mwaka kitu kama kwa si mbili hicho elfu mbili na ishirini na Mungu akanirudisha kumi pale akanipeleka kwa, kwa mkopo yefu nakumbuka, yefu alikuwa katira ile yefu kwa, nikaenda pale under 20 na niyo kule yefu nikacheza, kutoka pale nikarudia Zambia, wakanipeleka kwa mkopo, wakanipeleka gate gate, ndo nikaja hapa mpira gate, nicheza miezi sita, nikaja kumalizia hapa mpira. Imekwaje sasa, umefika tu kapewa kapteni? Ah, kapteni alikuwa hapa. Eh, alikuwa mbeki, sababu mimi nafika hapa alikuwa Dickson Daudi, alikuwa na Issa Rashid. Kwa Dickson Daudi, baada ya kuona sasa hapa inatosha, bora ni aje huko kwenye kwenye kwenye kiongozi, ndio mimi ikabidi sasa. Ni nani alikuchagua wewe captain, au wewe mwenyewe? Kwa sababu tunataka niongoze, walimu aswezi kuja kwenye sehemu zangu, kwani umesema ukichagulia, alafu na sasa ume saka sisi, kama tunavyoona umefika tu mpeo captain, kuna watu wamekaa muda mrefu hapa. Ni kweli mm. Lakini mwalimu nahisi walimu walikuwepo na na, na, na, na viongozi. Tangu umeanza kucheza soka la ushindani, ushawahi kuonyesha kadi nyekundu nyekundu? Yani ilionyeshwa mara moja, ilikuwa ni mechi ya Kagame, nakumbuka tulikuwa tunacheza taifa, ilikuwa Azam na ilikuwa Azam na nani? Azam, sina timu gani, si kama hicho lakini ilikuwa ni tunatafuta mshindi wa tatu, taifa ya Tanzania, sio kadri ya kitu. ilikuwaaje nilimchezea nilimchezea mchezaji wa timu pinzani Paulo, na ilikuwa eh. ni kweli yani au ulionea? ushaiponyesha kadi ya kuonea ni ulipani kiani kamuzi anakuonyesha eh, njano inatokea kwa sababu, kama mimi kapteni, kuna muda unaweza ukaenda kumkulalamika kwa refa

thamani lakini, ilikuwa una malipo ya shilingi 20, kwa hiyo kipambano kipandishwa kwenye wale watano wa juu, wale watano ambao wanatakiwa ende juu, waende na mkataba. Ulipewa mkataba kwa shilingi ngapi? Mm-hmm. Ah yes yeah. Hiyo hela ulifanyia nini? Hiyo hela yeah. Yeah. Ah. Nilienda kununua nani kiwanja mbani. Soka limekulipa au bado unadai? So, kiasi chake siwezi kusema limelipa au nalidai lakini kwa kiasi chake tofauti na mwanzo, kwa sasa hivi alhamdulillah. Kuna na wachezaji wanapitia changamoto nyingi sana mpaka wanafanikiwa kupata timu za ligi umepita umepitajipitaje mpaka umefika hiyo under 20? safari yangu ya kwenda Azam ni Aishimanula, Aishimanula na kocha na kocha mmoja, yeye ipo Ifakara, anasimamia Kilombero Soka Akademi, yeye ndo alikuwa anatufundisha kwenye kwenye timu moja ya Mkambalenja ilikuwa kwa hiyo baada ya hapo usiku, akanipigia simu Manula, "Bwana ndugu yangu, kuna kuna trial huko, nataka uje ufanye, kwa sababu nisha kuna watu wengi walishakuja kujaribu lakini wakashindwa, nikaona ngoja na wewe uje ujaribu safari hii. Nikamwambia sawa. Kaniambia bwana itakuwa mwisho wa mwezi, nakumbuka ilikuwa mwezi wa, wa, wa, wa kumi na mbili, si watatu. Aniambia basi haina shida Itakuwa kanaambia, hiyo try yenyewe itakuwa siku tatu. Kwa hiyo ikifika mwisho wa mwezi nitakutumia nauli uje. Kweli, lakini sasa huyo mwalimu ambaye alikuwa anafanya mazoezi naye pale alipana naye kutupeleka hapo hapo. Ndio maana tukaenda mimi na mzangu wangu si mchimba na kuna jamaa moja akufanikiwa yeye. Adamu anakuwa. Kwa hiyo kwenye hao watatu ambao tumeenda, kweli bwana, siku ile Manula mimi kanitumia nauli usiku. Wengine pale sababu na e, kwa kikaga, tushuka pale kikindi, kwa tushuka pale kuna mwalimu naye anaitwa Mandevu akatupandisha alisaidi tukaenda, atupajui wote cha manzi. Eh, sasa unajua kutoka kijiji ni kipindi atupajui cha manzi, akasema yule mwenzetu yule Adamu ndo kidogo yeye alikuwa bwana mimi nishakufikaga huko, kushuka pale kipindi kwa Ubungo, tukashuka pale tukapanda daladala magala magala pale. Sasa tukaanza kutembea, mia moja hatuna mfukoni, baki na mia tatu tu, watu watatu eh Dama, asambana, tuka pae, tuka manua, kwa hiyo sasa yule Adamu anasema bwana mimi napajua pale mbele tu. Mpaka kwa tumefika. Sasa pale tukampigia simu Manula. Sasa naisi Manula kipindiko alikuwa ashara amelala. Sasa tulifika jioni. Na wao mazoezi kipindi walikuwa na pause sifa. Ah, Manula, sasa okay. Nani? Tukampigia mwalimu. Mwalimu akasema bwana ngoja hapo, kuna kuna meneja niliongea naye. Meneja sasa ndio kipindiko alikuwa alando. Alikuwa hapo mchezaji pale apale sivyoingia pale kama dakika ngapi, ndio Manula huyo akaja. Ilikuwa mara ya kwanza sisi tunafika. Chama ilikuwa ya siku tatu, na siku pindi nafika pale kuna watu tayari tuliwakuta. E, silu, wa, wa kwa sababu nakumbuka sisi tulifika mwezi wa 12 kwa dirisha dogo. Mwezi wa 12 walikuwa wengi wale, kwa kina ya zaidi kina nani walikuwa wametoka kucheza mashindano yale, mpaka wakachukua Simba wao walitolewa kwa mkopo. E, zaidi kina albino kina nani kapombe, ile nani ya, ba, ya basi walitolewa kwa mkopo wengi. Kwa sasa kuna trial watu wengine walikuja na sisi, bado tukaenda trial asubuhi, siku hizo tatu kwa mimi nashukuru Mungu, ile siku ya kwanza tu nilicheza vizuri kiukweli. Siku ya pili, siku ya tatu ilipokuja kumaliza, tumechaguliwa wote watatu. Karudi tena akaniambia bwana, acheni namba atapigia simu, na sisi ilikuwa rahisi la kupiga simu kwa sababu si Manula naye yupo pale. Kwa hiyo tulipomaliza pale tukabidi tuende nyumbani, apiga simu mwezi wa tano ani mwezi wa sita mwezi wa sita kwa sababu ilikuwa yenyewe ligi kiisha season, si nini, kambini watu wanaingia mwezi wa sita kama wa sita si wa saba Kwa akaniambia watu wakianza waki kuingia kambini tutapiga simu, kwa simu. Kwa upande wa wazazi wangu wananipa sapoti sana kwa, kwa kidogo tena, nashukuru Mungu nimepata wazazi bora ah sana. Nataka uzingatie shule, wanataka ucheze shule. si unajua kuna si unajua wachezaji shule, unaona kabisa da huyu mwanangu tena shule hapa shenda mlama tena, eh mwache akajaribu bahati sehemu nyingine. Unapenda kuvaa jezi namba ngapi? hamsini na nane. Mbona jezi kubwa? Kwa sababu si nilitoka na team B, kwa mpaka sasa unavaa hamsini na nane? Sasa hivi naibadilisha navaa namba tatu, toka hamsini na nane mpaka tatu kwa nini? Yeah. tatu tatu, sikuwa sabu hapa nimefika hapa nimeona Mbeki anavaa namba tatu yeye alipotoka. na miwaiopit konagoj ushai kukutana na tukio baya uwanjani ukajitia ukatamani tamani kwacha mpira? tukio baya niliokutana nalo ni kuumia. Tulikuwa tunacheza tunachea frendi machi pale na timu moja ya Zanzibar, pale Azam wako na hivi na muda dasiri mimi nikatuja kichwa hivi kiwa nahisi nilikuwa vibaya, ko yenka ilivimba hivi siku huo na hapa nilipasuka, nilikuwa najisikia vibaya sana hapo. Sasa ndo najua kupandishwa pandishwa tena. Unaona, mpira huu jamani, ndio hivi vibaya sana kwangu, lakini kumshuhudia mtu mwingine anaumia hivi, sijawahi. Inaweza kwamba kuna ushirikina kwenye soka ushaikutana tu kila kitu na yeye, unahisi hii tukio inaendana na ushirikina kwa ushaibi ushaikujua socks ah, si hata si dada kambini ndio. Yani kwa timu zote ambazo mimi nimepita, sijui kama kuna haya mambo kweli ya ushirikina, lakini kwa timu ambazo mimi nimepita sikuwahi kukutana na hicho kitu, kwa sababu viangalia Azamu katika ka, ka, ka timu ambazo hazina hiyo mambo na wenyewe waamini kabisa ni ni ushirikina huyo, hamna kwa sababu Azamu ilikuwa umeona kutoka mazoezini gezi hizi unavua unaweka mlangoni, kwa hiyo kuna kitu manager anazipitia zote, anaenda kuzifua. Kwa hiyo kungekuwa kuna mambo ya ushirikina, basi kila mmoja angekuwa ana deal za kwake, ukifika hapa mtibu hapo, ukiingia hapa, kuna mtu tu anaacha misoko si huko nini maviatu hapo hapo tu sebleni na kuvaa kiatu cha huko wewe kawaida. Kwa hiyo kwenye timu ambazo mimi nimepita, ushirikina si bahati za kuwa, sijui kama kuna ushirikina. Tujui ushaifuta ndondo? Ah, sana Sio muongo mm. Ndondo yako ya bei be, ya chini zaidi ilikuwa ni shida. Ndondo unacheza hata elfu kumi amangali mbaya tena, kama kipindi iko ndo huko hata, lakini mimi umona ndondo <coughs> ni kunacheza awali yani kipindi kufanya hata, hata hapo Azam, lakini kufika pale unajua da naye kuna ndondo da mpaka sasa hivi yani watu kwenye kwenye liko kuna ndondo kwao Manula atuweka chini anambia bwana angalikoeni makini da, nondo, kusha, kumbira, na ndondo daio waoni wengi, unaweza ukacheza ndondo, mtu akaja kushangilia, kumbe ana kuchoma sindano. Kwa hiyo kwoni makini. Kwa hiyo toka niambie vile uweze amenisikuai sio daa, wala sio mkoani, lakini siwezi kusema ni ndondo. Kuna naweza nikawa mimi na mechi yangu nikakuita bwana, ndio nisaidie mdada, kwa hiyo sio ndondo hiyo, nimeuita tu, mkiwa pale ungepata elfu tano elfu ngapi ya nauli, sio sio ndondo tunavyofanya sasa hivi, lakini kwa ndo ndo kabisa mtu bwana na elfu ishirini yangu aomsaidia timu yangu a ni asija. Umemzungumzia sana Aishi, ina maana Aishi ni kama amechangia kwa kiasi kikubwa sana ukawa mchezaji asilimia mia. Aishi ni ukaribu wako na Aishi upoje? Aishi Aish, mimi ni bro wangu, natoka naye natoka kijiji kimoja, yani kwao hapa ni kwetu pale, kwa hiyo na uwanja ambao alikuwa natumia ni uwanja mmoja sijui yeye alifanikiwa kwa kiasi gani, lakini na nazidi na, na, na kumwombea kwa Mungu, azidi kupambana, azidi kufanya vizuri na Mungu azidi kumsimamia, yani kwa sababu yeye ndo yani ni mtu ambaye aliona kwamba huyu kijana nikimpeleka sehemu fulani hawezi kuniangusha, na ndio maana simu yake alisema kabisa, bwana nishaleta watu wengi waje wajaribu, lakini hawakufanikiwa, ndio na wewe ujaribu bahati yako. Kwa hiyo dah, yani namshukuru kwa kiasi kikubwa, maana bila yeye sisi sisi ningekuwa wapi sasa. Unafurahi furahi ya Mtibwa. Ya Mtibwa yanafurahia kwa sababu toka nimefika Mtibwa, nashukuru kwanza amenipokea vizuri na wameniheshimisha nyeshi, wame kwa sababu kupewa uketeni, unajua ukifika tu unapewa uketeni ni kitu ambacho wenyewe wamekuheshimu. Kwa hiyo nafurahia maisha hapa, nipo hapa kabisa. Juzi nilikuwa na aliyekuwa beki wa Mtibwa Shuga Oljoro, na Simba Salim Mbonde nilivomuliza kusema na kacheza nafasi ya beki ni mabeki gani anaona anapita nyao zake, akakutaja wewe Oscar Masai na Dickson Job. Sasa ni mabeki ambao mnacheza kwa amtumii nguvu sana, mtumii akili. Hiyo appreciation wewe unaipokeaje na unazungumziaje hiyo? na kwanza nashukuru kubwa kwa mtu mzee kama huyo mkongo kama huyo kwenye timu yetu akiona kabisa wewe una kitu fulani, kwa ni kitu kikubwa, kwa ni kitu ambacho mimi natakiwa nizidi kupambania. Kama ile anisikia kama hivyo, nashukuru, natakiwa nita, nizidi nizidi nizidi, kwa natakiwa mimi nizidi kupambana ili nisizidi kumwangusha, kwa sababu yeye anaona kabisa kwamba da Masai mimi mtupu. Kwa hiyo mimi sitaki kumwangusha, nazidi ni nizidi kupambana ili nizidi nizidi, yani nizidi kumpa ile imani, hata yeye akikaa hivi anaona kabisa. Hayo nimecheza mechi mbili za ligi sasa sasa kama sijakosea. Mwanzo umeuonaje? Ah, ligi ngumu mama. Safari ni ngumu sana. Na ligi imekuwa ngumu kwa sababu na ligi kwanza ugumu imeanza imeanza mapema. Sote na, na miaka ya nyuma unaweza kucheza kuna wale sare, kuna hivi. Lakini sasa hivi kwanza ukienda kwake, lazima yani yale kwa, kwa, kwa tumia nguvu kwelikweli unaweza ukafungwa hapo hapo kwako, au unaweza uka, ukapata matokeo hapo hapo kwako. Na ndio maana utakujua ligi ngumu, angalia hata idadi ya watu ambao magoli wanafunga kwa goli moja hili ana namna mpaka sasa hivi mtu kafunga goli tano eh hey! kwa hiyo ligi yani inaonyesha kabisa kwa kiasi gani ligi ni ngumu. Yanga ambayo ulikuwa unaitegemea wewe, Yanga Yanga sababu, mtu ukienda yani Yanga kwa mfano, Yanga anacheza na timu gani, unajua tu Yanga anaenda kupata matokeo. Kwa misimu miwili nyuma tuzisimona hapa na ndio